Inasemekana uzembe wa madaktari wasababisha mama mjamzito kujifungua katika viti vya wagonjwa na mtoto kufariki dunia. Tukio hilo limetokea juzi tarehe ishirini na sita mwaka huu katika hospitali ya wilaya ya Kitogani, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo mama mjamzito alijifungua katika viti vya wagonjwa wakati akisubiri huduma kutoka kwa daktari katika hospitali hiyo. Mwanamke aliyefatana na mama huyo mjamzito amesema walifika mapema hospitalini hapo tokea saa kumi na mbili jioni hadi saa tatu usiku, hakukuwa na huduma yote waliopata kwa muda wote huo, jambo ambalo limepelekea mama huyo kujifungua hapo hapo na mtoto kufariki dunia. Aiza amesema baada ya tukio hilo ndipo madaktari walipoamua kumchukua mgonjwa na kuanza kumpa huduma, wakati tayari ameshajifungua kwa muda huo, na kusema kuwa uzembe wa madaktari ndiyo uliosababisha kutokea kwa tukio hilo. Tumekwenda pale mapokezi, tumepokewa vizuri, tukaambwa nendeni kwa daktari. Daktari akamwambia nenda chumba namba mbili kule esasaundi kule, kabla hatujafika kwa daktari akatokea ukandonesi au daktari kavaa mavazi meupe wa kiume, akanambia njoni huku. Sasa mi nkawa namwita huyo mgonjwa ndo anajifata ile, lakini kumfata sina ule umbio, kwa sababu namlizia yule mgonjwa anichenga yule, sikumwona yule mgonjwa. Akafika pale nkaambia kaa hapa, akampigia simu. Oh, huko wapi? Maana kuna wagonjwa hapa wanakutafuta. ah, mimi siko huko, sijapangiwa niko akaniambia, subiri nitakuita daktari wa zamu akecha huyo ndo atakufanyia mpango, atawatafuta oma malezi wake keni hapo. Akaja yule daktari hakutambia jambo, tukakaa hapo tukakaa hapa kuja daktari wala nesi. Tukamwona yule mwanamume nikamwona, nikaenda fura baada akamwangalia yule mgonjwa hakumfanya jambo. Kuna daktari mmoja alikuwa akimshughulikia mtoto, akakatiza pale. Huyo bibi akamwambia, jamani daktari, kwani vipi? Huyu mgonjwa mbona yupo muda hapa na anataka kuhudumiwa. Daktari yule majibu yake akamwambia mtio chumba hicho hapa, kainuka pale, kuinuka ndo ile cha kutoka na damu kibao pale, kile kitu kikaanguka pale pale kwenye kiti. Tena hapo baada ya kukiona kile kitu, lete glavu, lete kitu gani, kama ndiye silie. Nikampeleka choni, akajisafisha tena pale, wakaja akatundukiwa zile dripu amtatu zile, mpaka akamaliza na sindano ile akapigwa, tukamaliza pale, manesi wapo na sindano enda hivyo, lakini wanadharau. Hilo limenumiza sana, wanadharau. Kwa upande wa mume wa mama mjamzito, amesema hajaridhishwa na tukio ambalo limefanywa na madaktari hospitalini hapo. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Warda Hamid. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.